Meza ya uchunguzi ya KTN sasa imebaini kuwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa mara nyingine unajipata katikati ya kashfa ya kimataifa ya mihadarati. Kitengo cha upelelezi cha KTN kimekusanya ushahidi unaonyesha jinsi uwanja wa JKIA umegeuka kuwa njia dhaifu ya kupitisha dawa za kulevya na mitandao ya walanguzi wa kimataifa. Mei mwaka huu, raia mmoja wa Uingereza akiwa na mihadarati ya cocaine yenye thamani mamilioni ya pesa alipitia moja kwa moja katika ukaguzi wa JKIA akisaidiwa na maafisa wa usalama na wafanyikazi wa uwanja wa ndege na kusafiri hadi London bila tatizo lolote, lakini alipowasili katika uwanja wa ndege wa Heathrow, safari iliishia kwa pingu mikononi baada ya kukamatwa na kitengo maalum cha kupambana na uhalifu cha polisi wa Metropolitan. Mwanahabari mpekozi Francis Ontroma na makala maalum ulanguzi.